Katika nukta ambayo inazungumzia annahyu, ambapo annahyu ni katika aina za nini? Naam, katika aina za nini? Naam, katika aina za nini za insha. Anaelezea maana ya nahyu, anasema annahyu, an an huwa talabul kaf, maana ya katazo huwa talabu lkaf ni kutaka kujizuia au kutakwa kujizuia. Talabu lkaf kutakwa kujizuia, ani lfiili kutokana na kufanya kitendo, min almukhatabi, kutoka kwa msemezwa, wa sighatuhu wahida, na tamko lake ni moja. Hiyo ndo maana nini Katazwa nahyu ni talabul kaf, kutakwa kujizuia anil fiili, kutokana na kitendo. Yani, usifanye uache. Anatakwa nani? Min almukhatab, kutoka kwa msemezwa. Yani msemezwa ndo anataka, anatakwa, sawa, ajizuie. Nani anamtaka hivyo? Mutakallim, sawa, mzungumzaji ambaye anayemwamuru hilo, na tamko lake ni moja, sura yake ni moja nahi. Wahiya, nayo ni alfil lmudhariu lmaqrunu bila nahiya, ni fil mudhari ambayo iliyofungamanishwa na la nahiya, la kukataza. ta nimesoma kwenye nahau kwamba fil mudhari inapotangulia na la nahiya inafanya kazi gani? kwenye kitendo yani, inaleta ina athari gani? Inakuwa e, ni majuzum <coughs> sawa e. Mithlu mfano la tadribe usipige. Hiyo ni lannahia, na lannahia inajazimisha nini fil mudhari? Maana fil mudhari inapotanguliwa na lannahia yakunu majzuman. Naweza kuirabia la tadribe na la irabia

Kwa hiyo la itakuwa na la gani? Itakuwa nafia kwa pamoja. Kula nafia aileti athari katika kitendo, yani aiathiri kitendo, itakuwa maana tu inabadilika. La tadribu wa upigi, lakini sema la tadrib ni la nahia, inapata jazmi kwamba usipige. Umeelewa? La tadhhaba, la tadhhaba, msiende hapo. Naamrisha ngapi? Nakataza ngapi? La tadkhulu. Anasema wal fiilu wa aslu nnahyi, na asli ya kukatazwa talabu lkaffi ni kutakwa kujizuia

sawa yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan, nalamsisingenyane baadhi kwa baadhi. wa qad yakhruju nahyu an ma'nahu al asli ila ma'anin akhar bi siyaqi al kalam, na wenda ikatoka nahyi katika maana yake asli kwendaka kwenye maana nyingine sawa, kwenda katika maana nyingine kwa mtililiko wa maneno bisiai lkalam kwamtiliiko maneno waqarain alahwali na viashiria vya hali. Slarain ni zile ishara a kwahyo, kwamba ikija hapo kwamba haitakuwa nahi kwa maana yake ya asilia, smefham waqad yahruju nahyu na uwenda ikatoka nahi an manahu lasli katika maana yake ya asli ila maani akhar kwenda katika maana nyingine, au unasema ila maani ukhar, kwenda kwa maana ukhar nyingine. Bisiyati alkalam lakini inafahamika kwa mtililiko wa maneno wa qarain lahwali, na viashiria vya hali. Wa qarain lahwali, na viashiria vya hali minha, miongoni mwa hayo addua sawa. so, kwamba hapo haitokuwa na maana ya nahi ya asli, ai bi maana an nahi, bi maana ad dua. Nahi imekuja kwa maana ya dua. wa huwa nayo in kana min al adna ila al a'la, ikiwa kutoka kwa aliye chini kwenda kwa aliye juu. mithlu qawli ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Simfahamu wewe, ukasema hapa tunamkataza Allah. Umeelewa? Kwa nahi ina maana ya al-irshad, muongozo kupewa muongozo. Ay an-nahyu bi maana al-irshad kwamba katazo inakuja kwa maana ya irshad mithlu qawli ta'ala Uh, la tasalu an ashiya in intubida lakum tasukkum, hapo mnapoa mwongozo, msiviulizie vitu. Na kila kitu nyinyi mnauliza, hey, hiki je, hiki je, hiki je, sawa eh, hey, hatimaye mkidhikirishiwa taviwona vibaya kwa kila kitu, kwani tunakula tembele, kwanini tunafanya hivi na kama imekuja kwenye hadithi, tumesoma kwenye arubaini hadithi ya 30, sawa. Wasakata an ashiya rahmatan lakum alqamba, Allah amenyamazia baadhi ya vitu ni rehema kwenu, sawa. Fala tabhathu anhum, sulizwe hii sasa, hiki imekuwaje bwana, mpaka kimekatazwa kimenyamaziwa juu, kinafaa lau ingekuwa ni cha haramu kingefanyaje, kingeelezwa

Eh, naha ina maana ya kuliwazwa, mithlu kaulihi taala, la tahzan inna Allaha manarasimesoba kwenye sira kwamba Mtume salam alipokuwa akisafiri na nani na Abubakar, alipokuwa amejificha kwenye pango kwamba usihuzunike, Allah yupo pamoja nasi. Kwa hapo anamliwaza katazo, na maana nini? Alinasi si mfahamu ile maana kwamba asihuzunike kutokana na ile hali, lazima uhuzunike, kile hapo anamliwaza tu. Pamoja atamani pia katazo, na maana ya kutamani ai an anahi manahu tamani nahi kiwa na maana nini Mithlu qawli alqa'il, mfano wa qawli ya mwenye kusema, ya lailata alunsi la tanqadi, kwamba ewe usiku wa kiliwazo usikatike usiishe. Yani unatamani ule usiku kutokana na raha yake, usifanyaje usiishe, yani utamani, unatamani lakini utaisha, sio ufahamu. Wama alisbahu mink biamthali, pia nahi ina maana ya atayis, kukatisha tamaa an yani, unakatishwa tamaa aaa, vyovyote takavyokuwa haiwezi kuwa hivyo. Annahyu maanahu tayis, katazo ikiwa na maana ya kukatishwa tamaa, mithlu qawli taala, mfano qawli yake Allah la taatadhiru qad kafartum baada imanikum, unakatishwa tamaa, yani msitoe udhuru mshakufuru baada ya kuamini kwenu, bimaana nyinyi jiteteeni mtakavyojitetea lakini

Naha ikiwa na maana ya kusema vibaya, ile hali ya, ya kulaumiwa kusemangwa. Mithlu mithlu alqa'il, mfano mwenye kusema, la tanha an khuluqin wa taati mithla uskataza tabia fulani, afu unaileta mfano wake. la tanha an khuluqin wa taati mithla uskataza tabia fulani, nawe unaileta mfano wa hiyo. Umeelewa? Eh, usifanye kitu fulani wewe ndio unafanya. Na katika vitu ambavyo vinampa athari mtu kati ya kauli na kitendo ni nini? Kitendo al-qawlu abla al-fi'lu abla min al-qawl. Kama kitendo kina uzito kuliko kauli. Sawa? Eh, bi maana wewe unapokuwa eh, unawaelimisha watu, waelimishe kwa vitendo vyako na maneno yako bi maana vitendo vyako viendane na nini na maneno yako? Tofauti na baadhi ya mashaikh wa Kisufi, kwamba we fata tu maneno yangu acha mwenendo wangu anaasiaamoja yani, kwamba kwa unapokuwa mwalimu au dai kwamba jalia vitendo vyako viendane na nini na kauli, so unazungumza hivi alafu ukiwa huko unafanya hivi hiv upamoja, anasema hadhihi ila maanin an akhar tarakna dhikraha. Haya, kwenda katika maana nyingine ambayo tumeacha kuzitaja, lihtisarin ala lmubtadi, kwa ajili ya kufupisha kwa ule ambaye anayeanza. Lakini kwa sababu bado tupo katika kusoma vitabu vingine vya balagha, tutafahamu zaidi na zaidi inshallah. Na tuishia hapo, tutakuja kuendelea. Kipengele kinachofuata ni alistifham. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa